Mafunzo ya ufugaji wa kuku. Chuo hiki cha mafunzo ya kuku ni cha kipekee Afrika kutokana na huduma zinazotolewa. Kina huduma ya malazi kwa watu hadi 30 kwa wakati. Zifuatazo ni kozi zinazotolewa: uzalishaji wa kuku wa nyama, uzalishaji wa kuku wa mayai, uleaji wa vifaranga, mafunzo kwa maafisa ugani. Utasalimiwa kwa upendo na wafanyakazi baada tu ya kuwasili na utakaribishwa vizuri. Kina dada watakupeleka kwenye chumba tulivu chenye mahitaji yote muhimu, pamoja na kabati linafungwa kuhifadhi mahitaji yako binafsi, bafu safi na faragha. Vyakula bora vitatolewa kwa wiki nzima na utafurahia milo hii ndani ya jengo la chakula, na kuna sehemu ya mapumziko ambapo unaweza kukaa na kujituliza ukifahamiana na wakulima wenzako. Kozi inaanza Jumatatu darasani. Mafunzo yote kwa nadharia yatafundishwa darasani pia utapata burudani. Vipindi vitafanyika kwa namna ya kuchangamsha na kuvutia, ambapo kutakuwa na maonyesho yatayofanyika ndani ya darasa. Baada ya kumaliza vipindi, utapelekwa shambani ili kujifunza kwa vitendo. Utapewa nguo za kujikinga na utahitajika kuoga ili kuingia ndani ya shamba letu. Hii ni kuzingatia sheria ya Silverlands juu ya ulinzi wa viumbe hai. Shamba limeundwa na sehemu zifuatazo: nyumba tano za kuku wa nyama zilizo na vifaa tofauti tofauti katika kila nyumba. Kila nyumba ina kuku wenye umri tofauti na nyumba nyingine, ili kuweza kuonyesha mzunguko wa ufugaji wa kuku ndani ya muda wa kozi. Nyumba za kuku wa mayai zenye kuku aina tofauti, ili kuonyesha utofauti katika uzalishaji. Tunajivunia vifaa vya mafunzo kwa vitendo, na mafunzo yote ya nadharia yanatolewa pia kwa vitendo kukupa faida ya kuwa na mafanikio zaidi kuutumia ujuzi utakaporudi shambani kwako. Kiujumla, tuna utayari katika kuwapa ujuzi tulionao na kujifunza kutoka kwenu. Timu yetu inakukaribisha wakati wowote.